wa masomo haya mawili. Kwanza kabisa kitu ambacho tutajifunza isnadul fi'li almudhari'i ila aldhamair, kugemeza kitendo cha mudhari kwenye dhamiri, kitendo cha wakati uliopo au wakati ujao, pia katika dhamiri kwa kisha sama namna kugemeza vitendo hivi kwenye dhamiri dhamiri, dhamiri kugemeza vitendo vya wakati uliopita kwenye dhamiri: dhahabtu, akaltu, dhahabta, ulienda wewe, dhahabti kwa mwanamke hiyo ahabt mlienda ninyi wengi wanaume. Sasa leo wakati uliopo, akaanza hapo kwenye hili jadwali ambalo mlitoa hapa, kuna sehemu nne. Sehemu ya kwanza itakuja kusoma hapo baadaye inshallah. Sehemu ya pili hili, ya jadwali hili, ameandika alfa'ilu, mtendaji cho kitendo, ameandika wawul jamaa, sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili pia wawul jamaa, na sehemu ya tatu pia nunu niswati. Kisha akatoa mifano sasa kwenye wau ljamaa sehemu ya kwanza, yadrusuna wanasoma wao, hum yadrusuna, kama wanaenda yadhhabuna, au ni wanaume wengi ambao hawapo. Kisha kaandika mbele tadrusuna, maanake antum, ninyi tadrusuna mnasoma, kama ni mnaenda, antum, tadhabuna, mnaenda antum, tadhhabuna mnaenda, tadhhabuna. Kwa hiyo kuna hiyo wau ljamaa hapo, huyo ndiye fa'il katika ya ul mukhataba chini hapo bau jamaa juu. Kisha ya al-mukhataba kaandika tadrusina, unasoma mwanamke, ukiwa unamwambia tadrusina. Kama anaenda inakuwa tadhhabina, unaenda, tadhhabina. Kisha chini kaandika kwenye nunu niswati, yadrusna, unasoma wao wengi, wanawake wengi, hunna yadrusna, hunna yadrusna, au ni wanawake ambao unawazungumzisha antunna, tadrusna, ninyi mnasoma antunna tadrusna ninyi mnasoma. Kisha kaandika mbele adhamiri hapo waljamaati kwenye tadrusuna ni wajamaa, kwenye tadrusina ni hiyo ya almukhataba, ya, ya mwenye kuzungumzishwa mwanamke na kwenye na tadrusna ni nunu niswati masomo. Kisha kwenye masomo haya tutaona kasratu hamzati neno inna, inna hii kasra yake, na hapa wa fathuha. Na wakati gani itakuwa na fathaha? Anasema hapo msheikh, hii hamza inakuwa na kasra katika sehemu mbili ambazo tutasoma. Sehemu ya kwanza akasema, fi ibtidai al-kalam, katika mwanzo wa maneno. Kwa mfano, inna Allaha ghafurun rahim, kwa hakika Allah ni mwingi wa msamaha, mwingi wa huruma. Inna allaha hapo, hiyo hamza na kasra, kisha kaandika inna taliba, kwa hakika mwanafunzi, mujtahidun, mwenye kujitahidi

Mfano mwingine, anasema yaqulu mudarrisu, anasema mwalimu, inna ikhtibara sahnu, kwa hakika mtihani mwepesi. Kisha anasema mfano mwingine, qul inni mu'min, sema kwa hakika mimi ni muumini. Mfano mwingine, anasema yaquluna, wanasema innaka musafirun, kwa hakika wewe ni msafiri. Hali ya pili, jambo la pili, nasema shekhi tuftahu hamzatu inna hi hamza inakuwa na fatha na kuwa anna, fi mawadhi'a kathira, katika sehemu nyingi. Nadrus minha mawdhi'an wahidan faqat, tunasoma sehemu moja tu, ambapo hi hamza inakuwa na fatha. Tunasema baada ya jamii ya afali, baada ya vitendo vyote, maada afali ya qaul, ukiondoa, isipokuwa vitendo vile vya al qaul, qala yaqulu, ambapo tumesema hapo juu baada ukitoa vitendo hivyo kana yakulu aqila ukiondoa hivi vitendo, vitendo vingine vyote itakapokuja hii inna baada ya vitendo hivi, basi itakuwa na fatha hii hamza inakuwa ni anna. Kwa mfano, ashhadu anna muhammadan rasulullah, nashuhudia ya kuwa Muhammad ni mtume wa Allah. Sami'tu anna almudarrisa gha'ibun, nilisikia ya kuwa mwalimu hayupo. Adhunnu annaka tabibun, nadhania ya kuwa wewe ni daktari Atarifu anni atakalamu khamsa lughati, je, unatambua kuwa mimi nazungumza lughatano? Kisha kasema chini kabisa huku ana bifathi lhamzati, kutia fatha kwenye hiyo hamza. La taati tati fibtidai lkalami hia aa ahaiji mwazoni wa aima nakuakatikati baada ya maneno kadha nakua hiolakini a naweza kakaa mwanzoni wa wallahu taala alam.